Wewe wewe, wewe, wewe, ngoja, ngoja, ngoja kwanza. Wewe mwenye unapenda kuruka ruka, wewe ngoja, usikie hapa hapa. Wanaume, kuna sehemu huanga mnafeli. Sehemu mnayopatikana mkifeli ni hii moja, uchaguzi wa mwanamke bora. Ehe, uchaguzi wa mwanamke bora ndio huanga mnafeli kabisa. Unapata mwanaume ameangalia figa ya mtoto ya mwanamke, ameangalia mtoto limeumbika, mtoto linawaka, yaani mtoto lina sura mzuri, hata ana, anasahau kuwa kuna kuanga na nidhamu kule ndani kuna kuanga na heshima eh, kule ndani, kuna kuanga na tabia mzuri kule ndani. Anachukua analiweka ndani, wakati anapaa, anaacha mwanamke huko nyumbani na mama yake mwanamke. Sio, yani, hakai mwanamke kabisa akamwanamke, unapata za zote ako, ako simu tu, mama yake anamuongelesha yeye, kazi yake ni kufyonza tu. Ananiambia nini <laughs> mwanamuke. <laughs> Mwanamuke huyo sio mwanamke. Pili, kukaliwa na mwanamke. Mwanamke akikukalia huyo ni shetani Mwanamke anaku akikukalia anakuwekanga ndani kama msukule mara oh, wewe kazi yako ni kutoka tu kukojeo anakurudi ndani. Anataka kwa kazi wewe ndio unapika, wewe ndio unaosha vyombo, wewe ndio unaenda we maji, wewe ndio kila kitu. Mwanamke akikuweka ni shetani. Chunga sana. Tatu, kuacha mwanamke kisa ya kwamba unaenda town kutafuta. Ndugu <laughs> yangu unagongewa wakati huko unatafuta tu. Mwanamke anafaa kufanywa pochi. Wacha mwanamke akuwe pochi yako, tembea na mwanamke. Mweke mfukoni, awe ni pochi lako. Ukiacha nyumbani, unagongewa. Mapotapota kwako hawatoki hawa. Unapata mwanamke, ukifika nyumbani anasema mimi sipandi hii potapota, mimi niko na potapota wangu. Unagongewa, chunga sana.